Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia Mary Timotheo mkazi wa Garijembe mkoa wa Mbeya kwa tuhuma za mauaji ya mtoto wake aitwaye Scola Athanas Mwaba mwenye umri wa miaka kumi aliyekuwa mwanafunzi wa darasa la nne katika shule ya msingi Ngonde. Tukio hilo limetokea Disemba 9 mwaka 2025 majira ya saa sita mchana huko katika kijiji cha Garijembe kata na tarafa ya Tembela wilaya ya Mbeya baada ya Mary Timoteo ambaye sasa ni mama wa marehemu kumwadhibu mtoto huyo kwa kumpiga kwa kitu kizito kichwani kwa madai kwamba mtoto huyo ni mtukutu. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio hilo ni kujichukulia sheria mkononi kwa kumwadhibu mtoto wake kwa kumpiga hadi kufa na kisha kutupa mwili wake shambani jirani na nyumba yake wakushirikiana na jirani yake aitwaye Sharifa Mzarage, mkazi wa Varijembe, ambaye pia anashikiliwa na jeshi la polisi. Upelelezi unakamilishwa ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi ya watumia wote watu wawili. Hivyo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa baadhi ya wazazi na walezi kuacha vitendo vya kujichukulia sheria mkononi kwa kutoa adhabu kali kwa watoto wao na badala yake watoe e, adhabu za kuwarekebisha na kuwafundisha mienendo mema ya maadili ili kuepuka madhara yanayoweza kuwapata ikiwemo kuwapotezea maisha kama hivi au kuwasababishia ulemavu.